Wizara ya Afya tumepokea ugeni kutoka Jiangsu province nchini China kutoka taasisi ya public health institute kule nchini China ambayo tuna mashirikiano nao katika kuimarisha sekta ya afya n. Uh, taasisi hii tuna mashirikiano katika maeneo makuu matano, ambayo eneo la kwanza ni kutuletea madaktari bingwa wa Chinese Medical Team ambao wanatoka kule nchini China na kuja kufanya kazi hapa Zanzibar kwa kila mwaka na hivi sasa hivi tuna timu ya 35 ya Chinese Medical Team ambayo inafanya kazi katika hospitali mbalimbali mbali, lakini pia kwenye kwenye jamii inatoa huduma za afya. Lakini pia eneo la pili ambayo tuna mashirikiana nao ni eneo la kutokomeza maradhi ya kichocho ambayo tuna timu ya wataalamu kutoka China wanakuja hapa Zanzibar kila mwaka wamekuwa wakifanya kazi nzuri kule Kiswani Pemba ambapo kwa sasa tumeweza kufikia malengo ya kutokomeza maradhi ya kichocho kuwa ase, chini ya asilimia, asilimia moja kwa upande wa Pemba, na sasa timu hii ya wataalamu imehamia pia upande wa Unguja na inafanya kazi kwa kushirikiana na, na project yetu ya neglected tropical disease ili kupambana na maradhi ya kichocho katika kisiwa cha Unguja. Eneo la tatu ambalo tunashirikiana nao uh, chuo hichi, taasisi hii kutoka nchini China, ni eneo la tafiti mbalimbali mbali. Kwa kushirikiana na taasisi ya tafiti za afya Zahri, tumekuwa tukipata msaada mkubwa kutoka China. Kwa kushirikiana na wataalamu na upande wa kuwajengea uwezo wa wataalamu wetu ili kufanya tafiti mbalimbali mbali ambazo zinatuletea matokeo ili kufanya maamuzi katika kuimarisha sekta ya afya hapa Zanzibar. Eneo la nne ambalo tunashirikiana nayo nao, nao ni eneo la kujengea uwezo wa wataalamu wetu katika masuala mazima ya afya ya jamii, kwani tumeanza kupokea wataalamu wa afya ya jamii public health ambao wapo hapa Zanzibar, wanafanya kazi na programu mbalimbali za hapa Zanzibar, ikiwemo programu ya malaria, lakini pia programu ya kutokomeza kifua kikuu na UKIMWI. Sasa mashirikiano haya yamekuja ya ya, ya ili kuhakikisha kwamba ndani ya muda ambao tumejipangia katika mipango mikakati kwenye wizara ya afya tunatokomeza maradhi haya ili ku kupunguza gharama ambayo tunazitumia katika kuwatibu wagonjwa ambao wanafikwa na na na, na maradhi mbalimbali ambayo yanahusiana na, na, na afya ya jamii. Lakini eneo la tano ambalo tunashirikiana nao ni eneo la kubadilishana wataalamu, kwani mara kadhaa tumekuwa wataalamu wetu wakisafiri kwenda Jansu kwa kwenye taasisi hii ya, ya, ya afya ya jamii ili kuweza kujengewa uwezo na kupata kupata uzoefu mpya, namna gani wenzetu kulu wanafanya kazi, ili sasa wakija waweze kuboresha huduma tunazozitoa hapa nchini. Lakini pia chuo uh, ile taasisi ya Jansu inaleta wataalamu wake hapa Zanzibar kwa ajili ya kupata experience ya namna tunaofanya kazi hapa Zanzibar na hatimaye pia kubadilishana mawazo baina ya wataalamu wa wataalamu wa hapa Zanzibar na wataalamu kutoka kutoka China. Lakini eneo jingine ambalo tumekuwa tukishirikiana nao ni eneo la kutokomeza uh, la kutokomeza kansa ya shingo ya kizazi yani, cervical cancer elimination hapa Zanzibar. Tumekuwa tukifanya project mbalimbali mbali, kushirikiana na Jiangsu province ili kuhakikisha kwamba tunagundua uh, wagonjwa ambao wana matatizo ya saratani ya kizazi mapema ili kuweza kuwatibu mapema, kwani kama tunavyofahamu, saratani unapoigundua mapema, basi inatibika na unapochelewa kuigundua, basi ni vigumu sana kutibika na inatugharimu fedha nyingi sana kuweza kutibu kwa sababu tu tumechelewa kugundua saratani hiyo kwa wakati. E, kwa mfano tuna ibidi wagonjwa waweze kusafirishwa kwenda Tanzania Bara Ocean Road Cancer Institute kwa ajili ya kupata tiba ya mionzi na matibabu mengine, lakini pia wakati mwingine eh, tunapaswa tukasafirishe nje ya nchi kabisa kwa ajili ya matibabu zaidi ambayo gharama yake ni kubwa. Kwa mgonjwa mmoja takriban inaweza kufika, kwa mfano, kwenda nje ya nchi inaweza kufika takriban milioni mia moja kumtibu mgonjwa wa, wa saratani. Sasa hizi ni gharama kubwa, kwa hiyo kushirikiana na taasisi hii ya afya ya jamii ya nchini China, ambayo ipo kule Jiangsu province, tunahakikisha kwamba tunafanya screening katika jamii na kugundua matatizo haya katika hatua za awali ili kuweza kuzitibu na kupona kabisa. Sasa hayo ni maeneo makuu ambayo tumekuwa tukishirikiana na ujio wao hapa wameza ku, wamekuja kuangalia progress ya wataalamu ambao wamekuja kutoka China wapo hapa Zanzibar wanafanya kazi katika maeneo tofauti tofauti na kuweza kuona changamoto ambazo wanakumbana nazo ili tuweze kukaa pamoja kuweza kuzitatua kwa pamoja na tumezungumza tumezungumza mambo mingi ambayo kimsingi tumekubaliana namna bora ya kuzitatua, lakini pia la msingi zaidi ni kuweza kuimarisha mashirikiano yetu kati ya Wizara ya Afya hapa Zanzibar kupitia hospitali zetu mbalimbali na project mbalimbali mbali na Jansu, Jansu Public Health Institute ya kule kwenye jimbo la province uh, kule nchini China kwa hiyo tunategemea ma, ma, mahusiano haya yataendelea kuimarika na hatimaye kuimarisha sekta ya afya hapa Zanzibar. Tayari tumeshafanikiwa kwa kupata ufadhili tena kwa mradi wetu wa kichocho kwa fezi ya tatu, ambayo kwa upande wa Pemba, fezi ya pili tumefanikiwa vizuri, tumeshakishusha chocho chini ya asilimia moja kutoka kwenye maskuli na kwenye community Vilevile vile, tunatarajia na sasa hivi tufanye kazi hii hii katika kisiwa cha Unguja ambapo tumeanza katika sheria tatu, lakini tegemeo letu tukitakapoingia katika fezi ya tatu tutafanya sheria zote ziloko Unguja, tuhakikishe kama tulivyofanikiwa Pemba kuteremsha kichocho chini ya asilimia moja, na hapa nategemea tutafanikiwa kwa mashirikiano ya wenzetu. Lipoanza kichocho kwa Pemba, kuna baadhi ya sheria zilikuwa hali ni kubwa. Kwa mfano kama kuna sheria zilikuwa kwenye asilimia nane pointi tisa mbili na tukafanikiwa kushusha mpaka kufika 0.5, na sasa hivi baada ya kuextendi ule mradi ambao tumefanya kwa Pemba nzima, tunashukuru alhamdulillah, kwenye maskuli tumeteremka chini asilimia moja sasa hivi kwa wanafunzi wa Pemba, wa Pemba wote tukija kwenye komuniti vile vile tumefanikiwa kushusha kichocho tuko chini sahibi, mabawa, ya asilimia moja. Tumefanikiwa, ingawaje sahivi tunapambana katika mabwawa, kuna baadhi ya mabwawa bado yanaonyesha na konokono wameathirika wa, lakini ni mabwawa yaliyobakia ni kidogo sana katika shehia hizo tunazofanya kazi. Kati tulionao sasa hivi ni kwamba kwanza tunajitahidi kuelimisha jamii ili kuelewa lile tatizo ambalo ni tatizo sugu hilo ni mkakati wa kwanza. Vile vile tunajaribu sana kupambana na jamii kwamba watumie maji safi kuliko kutumia maji ya mabwawa, ambapo haya yanasaidia kuleta kuambukiza maradhi ya kichocho. Na lengo hasa tunahitaji vile vile kwamba hii elimu tunaipeleka zaidi kwa wanafunzi wa mashuleni, kwa sababu wanafunzi, ukimsomesha ni sasa unaosomesha jamii. Kwa hivyo na mafanikio yanaenda vizuri, kwa sababu kwa mfano kama juzi tulikuwa na sherehe ndogo ya vijana ambao tuliwasomesha mambo ya kichocho. Wana uwezo sahivi kuchora hata posters ambazo zinaeleza vipi kujikinga na maradhi ya kichocho, na wamefanya vizuri sana na walipata zawadi nzuri sana wa vijana. Kwa hivyo huo ndo mkakati wetu. Sasa hivi tunaiomba tu serikali isituache mkono, tushirikiane nao kwa sababu hili si jambo la mtu mmoja, jambo la kwa watu wote. Viongozi wa kisiasa vile vile wajitahidi kutuleta mashirikiano. Sio, uso jambo la wizara ya afya peke yake. Wizara ya afya haiwezi kufanya kazi peke yake. Wenzetu wa China wamekuja kutusaidia, kwa hivyo anayebebwa ajikaze. Kwa hivyo hii ndio lengo lao. Wakuu wa wataalamu hawa wameleta mafanikio makubwa kuko kwenye kisiwa cha Pemba katika kutokomeza maradhi ya kichocho kwenye jamii, na sasa wamehamia Unguja kwa kushirikiana na wataalamu ambao wapo Unguja. Basi naisihi jamii kuhakikisha kwamba tunawapa mashirikiano makubwa sana na ya ukaribu, ili kuweza kutokomeza maradhi haya au kupunguza kwa kiasi kikubwa hapa Unguja, kama ilivyokuwa imefanikiwa kwa upande wa kisiwa cha Pemba.